Yes, kama ilivyo ada yetu, bwana watu, tunaibuka na Chapesa Media tunaibuka na kila siku na watu wapya, na leo bwana, tuko na msanii mmoja anaitwa Asake wa Bongo, lakini kwa sasa hatumii kama Asake wa Bongo, anatumia wa Bongo, na hiki ndio kilichofanya leo tumtafute, tupiganie story mbili tatu. Na kama unavyomwona bwana, ame drip, ame shine, ametokelezea kinoma noma kama unavyoona, anang'anga na mabring ring, nini vitu kama hivyo, inakuwaje sana, kamaka kamaka Sawa hapo tumapo, ulikuwa unatumia kama Asake wa Bongo, lakini this time hautumi tena kama Asake wa Bongo, unatumia wa Bongo. Kwa nini kwa nini? Yo, wa bongo wa bongo wa bongo tu mpaka mbele, na so mbele mpaka Bongo, au sio? Mji unahitaji fujo, mji unahitaji vurugu, wa bongo au vipi? Da, na kujibu swali lako zuri sana, ujue, mwanzoni ujue nilijulikana kama ile kufanana na Asake, au sio? Mwonekano wake alivyo au vipi. Ila kwa sasa, kwa nini nimetoa ile Asake nimeacha wabongo au vipi? Ya yeah, kwa sababu kwa muda huu najitosheleza kutumia brand yangu mwenyewe ya yeah. Kwa hiyo hapo mwanzo ulikuwa anatumia kama Asake wabongo, kwa lengo la kupata brandi kwao, baada ya kupata brandi ukamwautoe Asake. Ubaki na wabongo sasa usimamie brand yako mwenyewe ujisimamie wewe kama wewe pasipo brand ya mtu mwingine. Ya iko sawa kwa sababu mwanzoni yani kwamba nilijulikana na wengi wanaonijua, au sio. Yani kwa sababu ile kufanana na Asake. Ila kwa sababu kama Asake kwao, ikafikia wakati labda Asake ikifikia wakati labda Asake labda kapotea au ka drop au vipi. Yani kwamba na mimi na drop, hapana. Kwao muda ule nilienda yani na, yani na upepo wa mashabiki kwamba Asake Asake Asake sawa nishajipata konatumia ya kwangu sasa, wabongo kwa sababu yeye ni wa Nigeria, afumi wabongo. Yani asake wa Nigeria mi asake wabongo koo, kama wabongo tayari na ile blandia, uve, wa bongo wananijua na ile sahivi, kiblandi au vipi? Kwao natumia wabongo, mimi nafanya mziki yote, ila kwa sahivi najikita sana kwenye singeli na ulianza na singeli au ulianza na bongo flava au ulianza na hip hop mwanake? Umesema unafanya aina yote za mziki, kwamba tumini kwamba R&B bongo flava, singeli na ama piano, na kila kitu, si ndio? Yani tena ama piano ndo sana, si unajua bongo flava sana, na nilianza na bongo flava kama hivyo. Sema kwa nini nafanya singeli? Nafanya singeli kwa sababu sasa hivi ukiangalia mziki TikTok, mitaani, vyombo vya habari, yani kwamba media zote, yani sana kwa ujumla, ujue singeli ndo ndo mziki ambao sahivi ndo una soko, na ndo mziki ambao wa taifa au vipi? Kama unavoona kauli mbiu ya serikali ya naibu waziri na viongozi ya na baraza za sanaa au vipi? kwamba singeli ndo mziki wa taifa, kwa ina maana nami nafanya singeli rasmi sahivi, yeah. Na singeli ndo umeanza mwaka huu? No, nimefanyafanya nyuma ila sema nilikuwa na mambo mambo yangu na eka sawa, lakini sasa hivi rasmi. Yani kwamba rasmi nafanya singeli, kwa sababu si unaona hata kina Diamond, kina Harmonize, kina Livani, unamwona Juks, unamwona kina Divoisi, ya wasanii ambao wanajulikana wakubwa wanafanya singeli. Kwa hiyo rasmi na nami nafanya singe singeli ya nasuni hapa, nachia albamu yangu ya singeli na pia hapa nachia ngoma yangu ya singeli inaitwa wakati wa Mungu, muda sio mrefu yako, watazamaji wajipange kwa hilo okay, na tukiongelea mafanikio yako kwa ujumla kimziki hapoje kwa sasa? Da, kiukweli cha kwanza kwanza namshukuru Mungu, uhai ndio kila kitu, au vipi? Nashukuru Mungu mpaka sasa hivi uzima, au vipi? Na toka nimeanza kujulikana mpaka sasa hivi, au sio? Kuna sehemu nimesogea, ya nikiangalia upande wa mafanikio mfano, kama maukoto au vipi? Maukoto na yakusanya sana wabongo ya yeah. Kuna michongo kibao, sometimes unaweza ukaitwa hapa, unaenda kwenye video ya msanii fulani au sio? Kwa kule kuna maukoto yani kokoto na Pomona wabongo, unajua kuna maukoto ya yeah. Mafanikio mengine ya yeah. Kuna maendeleo binafsi suni tu yatakuwepo, ila ugali kama kawaida unaenda tumboni. Okay, so kwenye katika harakati zako za mziki, tunaongelea sasa changamoto zipi ambazo unazozipitia, maana tunafahamu bwana, katika harakati za mziki so kidogo kwa kuna changamoto nyingi sana ambazo unazipita tukizungumza ni upande wako wewe, sasa changamoto ambazo unazokutana nazo katika harakati zako za mziki ambazo unazozifanya aidha ni Bongo Flava Singeli au chochote kile. Yes, changamoto bwana, changamoto kibao, au sio? Mfano upande wangu mimi, changamoto nyingi, lakini naweza nikaelezea hata moja mbo kwamba mmoja ambao kwamba ambao naona inawakuta wengi na mimi na nikuta uvipi. Mfano kama Messi nimefananishwa na Asake au vipi? Kuna watu labda ile mashabiki negative na positive au sio? Kuna wengine labda wanakutaki wanakutukana labda hao unajihitaji Asake sijui hivi na hivi no. Yani mimi sijajiita, nimeitwa. Kwa hiyo mimi naenda na upepo uli ulivyo. Kwa hiyo changamoto hizo, lakini changamoto sio kwamba ndo zinanitisha uh -uh. Mi shazoea, mikiki si unajua, kwa hiyo changamoto ndo zinakupa ile kiu ya kufanya kitu. Mimi changamoto ndo nazipenda, kwa sababu changamoto yani ndo zinanipa yani, zina nguvu yani, kama vile yani kwamba ndo naamka ni kwa, nimechoka ndo naamka. Kwa hiyo changamoto kawaida e, zipo okay, sawa na tunaona upo kwenye upo karibu sana na wasanii na kila karibia video nyingi sana upo yani, ni kwa nini? Na kati tayari tunajua wewe unajisimamia wewe mwenyewe wewe kama wewe, kwa ajili ya kulinda brand yako, si ndio? Sasa tunapoona umejichanganya na wasanii wengine kama Harmonize na hivi tu kama hivi Diamond nini, tunaona eh, vipi tena, inakuaje hii? yeah, yes. Video nyingi sana na kuwepo na tuseme, ya yeah. kama nilivyoongelea hapo mwanzoni ya yeah. vyote hivyo ni ugali au vipi kutafuta ugali pia, kutafuta blandi pia, na umaarufu pia na connection. Kwa wakati ule siwezi kukataa au vipi? Na kutokana kama nilivyoongea au vipi? eikukataaaofayakiou ila kwa upande wangu mimi ni kama msanii, na kama nikiitwa kule sikataa, ila kama kuna maslahi fulani. Na sasa hivi kama ushaona, nimepunguza sana, kwa sababu sasa hivi naenda kama msanii, siendi kama mbadi. Huoni kama hiyo itakushushia brand? No, yani nikwambie kitu, tayari watu wameshakujua au vipi? mwendelezo wake upi au vipi? na sio kwamba eti kila siku nitakuwa na vimba. Ah, mimi ni msanii na ni msanii kitambo. Ila uko kote palikuwa kutafuta nini connection, au vipi? Kutafuta wigo, au sio? Yani connections zishapatikana kwa sasa hivi, naenda kama msanii, ila kama mtu akiona jambo lake siwezi kukataa, kama tukikubaliana. Make kama wabongo sasa hivi, kama video yako labda uwe na milioni ujakuonekanika kwenye video ya msanii yoyote, lazima awe na shilingi milioni ya, yani labda uwe na milioni wabongo, ndo ataonekana kwenye jambo lako, yaani aidha video au labda labda eh aidha labda video au labda issue zingine, labda kuvimba. Okay, yote kwa sababu ya kulinda wewe brand yako. Sasa hivi sasa hivi yani ya, wabongo ashakuwa brand. Na ashaonekana video kibao na mi nafanya harakati zangu sasa hivi za muziki wangu au wa vipi, kama si unaacha albamu na chama song yangu au vipi? Sasa kwa nini kuna video yako, kuna video yako uwe nagalama, na gharama na mahitaji ambayo labda yananikizi kwamba uwe na milioni ndo nitakuja kwenye video yako. Okay, sasa ni vitu gani ambavyo huvipendi kwa mashabiki zako? Vitu ambavyo sivipendi, eh bana, swali gumu hilo e, ngoja nifikirie hapo. Vitu gani ambavyo <laughs> Uvipendi kwa mashabiki zangu, kuna yani ah, ah, amna mashabiki wanachonikela zaidi ya kufurahi yani, zaidi ya kufurahi. Kwa nini? Yani kama mimi mfano ukinitukana, mfano kwenye comment, au labda wewe unanimind au vipi, unaniataki, Mimi naona wewe ndio shabiki wa kweli kwa sababu lazima nikiposti kitu au nikifanya jambo lazima uje tu kwenye akaunti yangu ya hivyo. Okay, na tumeona umefanya ngoma mbili na wasanii wao tofauti ambaye ni Kinata MC pamoja na Nomzi Wanda na ni ngoma ambayo imeenda viral sana. Ile idea alitoa na ni wewe au wao? Ya, ya Kinata ile idea ilikuwa ya kwangu. Na, na Nomzi Wanda no, ilikuwa yangu ya pia yani, kwamba ya Kinata, ya Kinata kwamba nilifanya ilitoka kipindi kile au vipi, ila itakuwepo kwenye kwenye albamu ko idea nilitoa mimi, ila ni ngoma ipo na itakuwepo kwenye albamu pia. Numziwanda idea ilikuja tu studio, tulikuwa na imba, imba tukapata pale ya yeah, nilikuwa nimeanzisha kapenda akaingia ila so numziwanda tu na Kinata mimi nimefanya yani, kwenye albamu yangu nimefanya ngoma na master kibao ya yeah, kina Badesti au vipi kina Chino na na wasanii kibao tu wa Singeli yani kwamba yani kwamba ni yani nafanya muziki rasmi yani sio mvimbaji yani nafanya muziki rasmi ya yeah. kwao kuna masta kibao kwenye bu, upande wa Bongo Flava ni msanii gani wa Bongo Flava unamkubali sana kinoma yani? Mimi wasanii wasanii wa Bongo Flava bwana mimi nawakubali wote wengi yani sana sana A list kabisa ile yani labda hata tu Uh, top 6 top 5 yeah kibao kama Diamond Harmonize, yeah, Alikiba Levani, Juksi, kinazuchu kina Nandi wote nawakubali, yani kwamba mimi nafuatilia ya muziki sawa yeah. Okay. tuwamea kwenye upande wa Bongo Flava, umesema sasa hivi rasmi umeamua kufanya muziki Bongo, wa Singeli si ndio rasmi, yani kwamba Bongo Flava ama piano R&B kila kitu umeweka chini, sasa umeamka kwenye mziki wa singeli. Sasa bwana kwenye mziki wa singeli, kuna competition nyingi mno ambapo kama tunamwona hapo awali kwanza aliibuka pattern. Pattern akatikisa, sasa hivi ameibuka Dogo Elisha. Unahisi mziki unaofanya wewe wa singeli utakuja kushika nafasi aliyoshika Dogo Elisha? Sikia ni kwambie. Yaani kwanza mziki wa singeli bwana mziki auna mwenyewe, nakwambia una mwenyewe kwa nini? Yaani ukifanya tu kitu kikivuma unakamata wewe. Ya mziki za mzamu, afu na kila mtu na na muda wake au vipi? Mimi naamini muda wangu upo na utafika, na vitu vitatrendi, bona nimetrendi trendi nantatrendi na nantatoa na, na na ngoma na itaiti na nitapata iti song na fresh, yani kwa sababu mziki wa singeli hauna mwenyewe. y yeah, tunaona hapa nyuma kaiti pateni, tumeona kaiti je combat kabla kaja jeti, umeona kaja kaipizo, umeona kaiti nani kaiti pateni kaja na Sajenti, sasa hivi namwona Elisha ko hata wiki wiki mbili naona atakuja mwingine ko, kila mziki au vipi? Na nyakati, kila mtu na muda wake na zamu yake, au sio? Ya na muda wangu utafika, na nitatoa hiti, na naamini nitatoa hiti ya kwao, tutarajie baada ya <coughs> dogo Elisha anafuata, wa Bongo yawezekana mie, yawezekana huyu, yawezekana yule, si unajua. Yaani, mziki ni za mzamu au vipi? Kila mtu na muda wake kwao, mda wangu mi utafika, ya mji utaitika. ni msanii gani singeli na mkubali da mi msanii wa singeli. Ee bwana, kuacha uongo au sio? mi msanii wa singeli bwana, so kwamba vipi? Yaani wengi nawakubali. Sasa nikianza kuwataja hapa wengi, kila mtu anafanya vizuri, ila kuna mtu mmoja ambaye kwamba sasa hivi ananifurahisha sana, yani kwamba namkubali, naona vitu vingi na naona ataishi ya, namwona Elisha. Hata natamani kufanya naye kazi, ah, soon nitafanya naye kazi, kwa sababu ni mtu ambaye namuona kabisa ana kitu na, ee, na ndo msanii wa singeli ambaye mimi namkubali. Okay, ina msanii geno singeli ambaye unamwona na drip kuliko wasanii wote kivipi ni yani? Kimavazi kwa kila kitu, msanii wa singeli mm, hapo. uh, ngoja nisikie maiki kwanza hapo hapo, kiukweli au sio? Hapo kiukweli au sio? wasanii wa singeli kweli, mi naomba niwaambie au vipi? Mi rasmi wa bongo nafanya singeli au vipi? na na singeli ambao nafanya mi Yaani sifanyi singeli ambao anafanya mtu fulani. Mimi nafanya singeli ambao unafanya mimi au vipi? Ya, ya kiukweli kwenye upande wa mavazi mimi naona wasanii wa singeli sana wengi. Wengi wanavaa wanafanana. Yaani wanavaa copyright. Yaani kwamba kava kava jinsi fulani au vipi? Unakuta labda na machinga naye kavaa. Au vipi? Unakuta labda labda na muuza machungwa naye kavaa. Yaani kwamba wanavaa kama vile waendesha daladala, yaani kwamba wanafanana, yaani nguo. Yaani sijaona mtu ambaye anapendeza kwenye singeli, yaani kwamba hamna ya msanii wa singeli anayependeza kama mimi ya yaani. Ukiniangalia tu yaani kwamba ile kinyamwezi au vipi? Kwa mimi nakula kodi ambazo za kipekee yangu, yaani mimi sifanani fanani, yaani kikweli msanii sijui Dulla Makabila sijui sijui nani sijui Bwax sijui Meja sijui Shoromwamba sijui nani, hawajui kuvaa wote bado ya kwao mi nataka niwaonyeshe jinsi gani watu wanavyovaa, mikato au sio? ya msanii wa singeli amna anayependeza, amna anayevaa. Mimi mi wabongo ndo nimeingia, ya tutajuana huko mm. Bwana wa Bongo ameamua kunikonya maiki kwa sababu inaonekana hili ni swala ambalo liko kwenye moyo anaumia. Kuona ukikuta watu wamevaa wa isri, wamevaa wa isri. Au vipi? Ukikuta wamevaa wote mikanda ya nani? Ya isri wote wamevaa. Aise kama hizi ndala yani kwamba wote <laughs> wanafanana yani t-shirt hizi unakuta, yani zote zinafanana. Wewe angalia ya, amna, amna neva yani mtu yote anaevaa amna bado. Okay, ni kitu gani kinamtofautisha Wabongo na wasanii wengine au sio? Mimi Mnyamwezi au vipi? kama unavoniona, ya, ni mtu mtu fulani fulani, yani mtu fulani, well, yani wa mt famtu, wewe ukiniona muda wote yani well, ote, yani, yeah. E, yani lazima uniangalie Wabongo au oh, uniangalie Wabongo. Unajisikiaje sasa ukiona msanii ana trendi wewe kama mabongo sasa ndani ama unajisikiaje? Au umeona? Yaani kikubwa au sio kikubwa du au sio? Mtu yeyote au msanii yeyote ukiona anafanya vizuri au vipi? Ya, ya msupporti. Na amna kitu ambacho najisikia zaidi ya najisikia vizuri, kwa sababu yule anapofanya vizuri, mfano Elisha sasa hivi au au Pateni au Sajenti anavyofanya vizuri, yani yule ndo anakupa chachu ya wewe kwamba na wewe ufanye nini au vipi? Changamoto hizo. Kwa mimi najisikia fresh, na na na support, ndio maana unaona hata unakutana tunafanya di challenge ya kitu inacho, kinacho kinachovuma kwa kikubwa hivyo, ya yeah. Okay na Wabongo, kwenye swala la kudrip sasa, tunarudi kwa mara nyingine kwenye swala la kudrip drip, wewe unavova, either ni unavalishwa na mtu ni wewe mwenyewe, au kuna mtu amedhamini, either ni duka ni chochote ambacho kina gharamia wewe kwenye issue nzima ya mavazi? Ujue mimi sitaki nifanye nifanye trending au nifanye vitu vya uongo au vipi? Ya yeah, mimi naweza nikawa nimevaa bei chetu, unakuta labda nimevaa labda 2025 au vipi. Jinsi ilapo, nakuta elfu arobaini, au elfu thelathini au vipi? Kiatu nakuta labda elfu arobaini na tano, kawaida labda kofia kama hii elfu kumi na tano, fresh. Ile ni kama hivi, ile ni imepoa au vipi? Naweza nikawa nimevaa nguo ya bei rahisi, ya kipeki yangu, yani sio nifanane na mtu. Issue sio kwamba vipi, kwamba mtu anavaa vibaya, kwa nini anaona ame, amependeza fresh lakini kwa nini yani msanii unajua msanii brand au vipi asa msanii unakuwa umevaa unafanana na shabiki, mm -hmm. Yani, shabiki au labda unakuta na abiria naye kavaa kama wewe. Eh, kwa hiyo lazima uvae kama msanii, ni tofauti kwamba msanii na shabiki waeleweke yani, kwamba kuna utofau kati ya mafuta na maji. Ya, yawezekana pensi kwa wakali ya dukani umenua by Fustini, au vipi, Y3, labda, umenua FTCini, sawa ya bei. Lakini changamoto inafanana na mtu fulani kwa msanii bwana, wasanii bwana wasanii, wasingeli Vaeni vitu yaani ubunifu au vipi, tusifanane sana yaani hapo ndo changamoto. Kwa nini hawajui kuvaa? Wanafanana kwa, mimi naweza nikaa nimekula hivi simple tu, wewe simeona mimi nimefanana nani hapo? Kwa kweli sijaona nifanana na mtu, ndo hivyo Okay, sasa watazamaji wa Chapesa Media bwana, kwenye kipengele kilichobaki ni kimoja ambacho ni kipengele cha muhimu sana, kile tunachompa msanii dakika moja tu kwa ajili ya kusikia freestyle. Wao wamesema mambo singeli, kama jana tuliweza kusikia ilikuwa ni hip hop. Sasa leo bwana, tuko na singeli, tunampa nafasi ya dakika moja tu tusikie kile kitu alichonacho. Yo, wabongo wabongo wabongo wabongo, yo, so bongo. Wakati wa Mungu, wakati sai. Wakati wa Mungu, wakati sai. Wakati wa Mungu wakati sai. Utafanikiwa tu, tu, tu, tu. Kwa uwezo wa Mungu tu, tu, tu. Mda ukifika tututu tu, tu. Hata bila nyungu tututu tu, tu. <laughs> <laughs> Kabisa, okay. Na watazamaji wa cha pesa midia bwana, tumefikia tamati ya kipindi cha tunaibuka nao, na ulikuwa nami ni Leila, na hapa tuko na wabongo, wabongo, wabongo, wabongo a wa so bongo tu mpaka mbele, na so mbele mpaka bongo. Mji unahitaji fujo, mji unahitaji vurugu. Wabongo ya wabongo, so bongo tu mpaka mbele, sauzi Japani wote tunafika wa. Hey. Sasa mashabiki wakitaka kupata kwenye platform za mitandao ya kijamii wanakupata kwa nani? Okay, mimi ukiingia YouTube, Instagram au vipi audio mark, boom play yani kote mitandao ya kijamii Facebook, Snapchat wabongo wabongo wabongo nanipata au sio? insta pale wa follow au vipi? TikTok wa follow au vipi? Oh, suni hapo tunaachia goma letu au vipi, siku mbili hizi YouTube pale wa subscribe. Okay, na sisi tunakusihi usisahau kusubscribe YouTube channel yetu kama Chapesa Media, pia kama Wabongo. See you next time. <laughs>